Kutoka kata linaotoka mimi Kataendaharia, watu wamehamasishwa, wakasajiliwa, wakabahatika kupata usajili vikundi tisa ambavyo vimekidhi vigezo vya kupata mikopo. Mwisho mwenyekiti, kwa awamu ya kwanza wakapewa vikundi viwili, awamu ya pili sasa hivi wanatazamiwa kupewa vikundi vitatu, jumla vikundi vitano awamu zote mbili. Mwisho mwenyekiti, hao wanaotazamiwa wako, wako watatu. kuna hao wengine wamebaki nilienda kuhangaika majina hata hayapo kwenye mfumo. Wakati walisajiliwa tisa, wanaonekana kwenye mfumo, wamekidhi vigezo. Leo hii hayapo hata kwenye mfumo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna nini kwenye ofisi ya maendeleo ya jamii? Kuna nini kwenye ofisi ya mkopo? Kwa nini watu wetu wanateswa hivi? Watu vikundi tisa vimekuja halmashauri, vinahangaika, wakajaze fomu, wakafanyaje, wamefuata prosesi zote, wakakamilisha. Leo hii vikundi vinne havipo kwenye mfumo kwa nini? Vikundi hivi vimeenda wapi? Wengine ni watoka elfu mbili na kumi na tisa. Mfumo ukaja kuwabadilikia wakaja na mfumo mpya wa sasa hivi wakaenda kujisajili upya kwenye mfumo huu mpya wai, leo hii hata hawamo kwenye mfumo. kwenye mfumo wao, kwenye... na ndio hawapo kwenye mfumo. Sijui ni changa la macho. Nashindwa kuelewa mheshimiwa mwenyekiti, ni kwa nini, kuna nini kwenye ofisi hii? Kwa nini kuwe na mazingira haya? Mikopo hii ni ya kuimarisha uchumi na Mama Samia tutalala kidete na hao watu ambao wanatazamiwa kwenda kukopeshwa, lakini wananchi hao wamekuwa kupata gharama kila siku. Mheshimiwa, wanakuja huku, wanaambiwa usajili, wanarudi vijijini. Kumbe tulikuwa tunawapa hizi hela ili ziende zikawasaidia, safari zimekuwa nyingi kuliko mapato wanayotazamia kwenda kupata. Hoja ya msingi ni lini sasa, kwa karatasi hii, kwamba wananchi hawa ambao leo tumepewa wengi ni hata idadi sioni, mwishan wanakwenda kupewa mkopo huu. Natamani kupewa tarehe halali, kwa kuwa na mimi ni baraza langu la mwisho. Nakutana na maneno kule kijijini kwamba tumeitwa na kuhamasishwa, lakini utendaji unakuwa kidogo sio rafiki na yale ambayo walikuwa wanatazamia wananchi wetu. Na ngazi ya halmashauri tunasamajia mikopo ya halmashauri ambayo ipo imefanya kazi yake vizuri imepitia mapendekezo yaliyotolewa kwenye ngazi ya kata vizuri na kuyafanyia uchambuzi waliokizi vizuri kupitia maombi kazi ya kata, na hayo maombi kwenye ngazi ya halmashauri tunayapokea kwenye mfumo, na ninaye apokea ni mimi mwenyewe. Kwenye mfumo unaingia kwenye akaunti ya mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, na mimi nayapakua kama yalivyo, na yapeleka kwenye kamati ya mikopo ya halmashauri, yanaenda kufanywa kazi, yanachambuliwa, wanaona maandiko yao yanakidhi vigezo, akaunti zao ziko vizuri. Kamati ilifanya kazi yake vizuri, ikamaliza na tukawasilisha kwenye kamati yao, kwenye kikao cha CMT. CMT na yenyewe ilipitia ikayaona vizuri, yakaenda kwenye kamati hakiki, ya uhakiki wilaya ya wilaya yakafanyiwa kazi vizuri sana, na kwenyewe yatakamilisha yamekamilika, yamerudi CMT kwa ajili ya baraka ya kukopesha hivyo vikundi vilivyokidhi vigezo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti niseme kwamba ofisiaa kama kuna watu wanaolaghai wananchi madain aliyosema mheshimiwa mi, na nawahitaji niwafahamu tu, nitakutana naye ataniambia. Inawezekana ikawa ni, ni, ni ngumu kuwaeleza kwa hapa, mi nitakutana naye niambie ni nani anayeomba pesa kwa wananchi kutokea kwenye idara, hatua za kisheria zitachukuliwa. naomba pia tuboreshe ukusanyaji wa mapato yetu ili hizi kelele za uh, Uh, wako, na mikopo ya kina mama vijana na watu wenye ulemavu ipungue. Tukikusanya sana tutapeleka mikopo mingi, tukusanya kidogo tutapeleka mikopo kidogo. Na msimu huu kwetu ni msimu wa mapato kwenye ushuru wa mazao minadani, pia kuna lipa lakini pia muda wa leseni na mambo mbalimbali <coughs> tusimamie hai. Mahitaji ni mengi na ni lazima tuwe wabunifu wa wakati mwingine, kama resources zetu ni ndogo, haitoshi na mezao, mwenyekiti, kama tuna milioni 600 na mahitaji ni milioni moja tole namna nzuri ya kuzungusha hii mikopo iwafikia watu wetu. Lakini lingine ni, ni, ni kauli tu e, kama mtu anafika na anajibiwa na anaelezwa kwa, ni vizuri mkurugenzi na dawa yako, tujifunze namna ya kuzungumza na wananchi wetu. Tunajua watu wetu wengi ni watu wa kawaida ambao elimu yao ni ya kawaida. Kwa nini tusitafute modality rahisi kabisa kuanzia kwenye ngazi ya kijiji kwenye kata, akapewa majibu yake akajibiwa akaelewa utaratibu wake ukoje, usiende tukamrudisha tukamrudisha. Hata ile maana halisi ya kupata mkopo mtu anaiona haina tija. Lakini pili, sisi ni watumishi na sisi ni halmashauri. Halmashauri maana yake serikali ikatua madaraka kurudisha kwa wananchi, na ndio maana halmashauri hizi zinasimamiwa na waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa madiwani maana yake ni wawakilishi wa wananchi, kwa wanaposimama diwani wa kata fulani, maana yake ni wananchi wa kata hiyo kwa hiyo mkurugenzi, niwakumbushe wewe na kwa idara nyinyi mnahudumu.